Leo ni siku ya 365 ya mafanikio ya kimkakati tangu Mhandisi Mkama Bwire ashike hatamu ya uongozi. Juni 3, 2024, Mhandisi Mkama Bwire alikabidhiwa rasmi jukumu la kuiongoza Mamlaka ya Maji safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA kama kaimu afisa mtendaji mkuu. Leo DAWASA inafunguka. Mhandisi Bwire ametimiza mwaka mmoja tangu aanze kuiongoza DAWASA, mamlaka kubwa zaidi nchini miongoni mwa mamlaka za maji, inayohudumia mikoa miwili ya Dar es Salaam, Pwani na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Morogoro na Tanga, huku ikishuhudia mafanikio mbalimbali ya kimkakati yakiwa yamefanyika katika kipindi hicho ambacho anasema kilikuwa cha kujifunza, kuchapa kazi na kujitolea kwa dhati lengo kuu ni kuhakikisha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira inaimarika kila uchwao katika maeneo ya kihuduma DAWASA yenye wakazi zaidi ya milioni saba. Leo tunajivunia kusema DAWASA imefunguka. Nilipopata wasaa wa kuzungumza na muhandisi Bwire kuelezea kile ambacho kimefanyika kwa kipindi cha mwaka mmoja chini ya uongozi wake kwa kushirikiana na Wizara ya Maji, Management ya watumishi wa Dawasa, alikiri mengi yamefanyika na mazuri zaidi yanaendelea kufanyika. Kwa kipindi hiki chenye changamoto na mafanikio makubwa, Dawasa wameweza kupiga hatua wa muhimu katika kutekeleza majukumu ya msingi ya kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za maji safi na usafi wa mazingira yanafanikiwa. Miongoni mwa mafanikio ya kujivunia ni utekelezaji wa miradi ya kimkakati, upanuzi wa mtandao wa usambazaji maji, uboreshaji wa huduma kwa wateja pamoja na kuimarisha mifumo ya ndani ya kiutendaji. Najivunia kusema mwaka huu mmoja umethibitisha kwa mshikamano, uwajibikaji na uongozi thabiti, umeweza kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya wakazi tunaowahudumia. Mikakati ya kaimu afisa mtendaji mkuu kwa miaka ijayo anatamani kuiona DAWASA ikiwa mamlaka ya mfano yenye kuaminika na inayoweka mbele maslahi ya wananchi huku ikiweka mikakati ya muda mfupi na mirefu ya kuongeza uzalishaji maji, kupunguza upotevu wa maji, na kuongeza ushirikiano na sekta mbalimbali ili kufanikisha dira yetu ya kutoa huduma ya maji endelevu. Mhandisi Bwire anasema mamlaka inaamini katika kauli mbiu yake ya DAWASA moja nguvu moja, tukutane saiti.